Hizo hakuna, unajua kabisa, mtu anaigiza au kama anasoma ile mistari. Siku hizi watu wanapewa, wana e, okay. yep. so, script zile vizuri. shule yako lini? ko njiani, nakuja. Unajua Gea, zile shule za kulipiza, najua sherehe baadaye. so, alikwenda haraka haraka pale Uh -huh. <laughs> <atavaji>. Natumia jina gani? Masamba. Shida? ndio jina lako la kuigiza Shida, mm. Lako. Lako. Shida Masamba, Masamba. Mm. Sawa, nini ambacho nawambia mashabiki zako? hivyo tu, Mrs. Ya, nawapenda sana sana na nawaombea Mungu awabariki mm, kwa sababu bila wao sisi sio chochote. Ni kweli kabisa mm. Anifa, mimi niwaambie kwamba naomba, kwa sababu kama kunipokea, ushanipokea ni kweli so, naomba waangalie kazi zetu za Kombolela na sehemu yoyote ambayo watakoniona tena. Kingine, wafuatilie nyimbo zangu jamani. Eh, nyimbo zangu mzipokee na nyingine bado zinakuja mm. nyingi tu mm. nawapenda sana sana sana sana Okay. Okay. Asante sana tumalize na baba na mama watu wanawasubiri kwa hamu sana na, ndio maana Kikala na mkewe tumewaweka mwisho makusudi kabisa watu wanawasubiri kwa hamu sana Mr and Mrs Kikala. kazi mnayo

kwa kaka katuni, kaka kwa watoto na filamu bomba kwa familia nzima. Zawadi bora sikukuu hii ni neno moja tu: DStv. Yani, all in all vyote unavyovipenda vipo DStv. Kujiunga, piga nyota 150 nyota tano tatu alama ya reli <mimu> Katika kila safari yako ya mafanikio, kila malipo, kila akiba, kila mpango unaoweka, Mix ina huduma mahususi kwa ajili yako, jana, leo na kesho. Kila hatua Mix. ni zaidi ya pesa. Ukitaka biskuti, alis, tamu, zenye ubora. Ah, Bekas biskuti, ya kijamani wametia fora. Bekas biskuti, inachofanya sio bora. Zimetengenezwa na viungo vyenye ubora. Hii ni ahadi ya kipekee tunakupa ya kipekee tunakupa

Ma. Karibu Ma. kwenye Leo Tena, maana tumeitanguliza familia yako no kuona enjoy kabisa kuisikiliza na baba anamaliza mwishoni kabisa mm. Nashukuru kwa kukaribisha vijana wangu. Nikianza na, eh, eh. <laughs> na, na, na, na, na kiongozi wetu mm. eh. sawa sawa, Bwana Abduli uko kwenye tasnia muda mrefu sana eh, hii ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mnaita tamthilia. eh. Amini hizi za kwenye luninga. Ndio. Eh, hii si muda mrefu, so mi nilikuwa mwalimu chuo cha sanaa mm. Ilikuwa ni stage performances ambazo ndio nilikuwa nimebobea kule, na lakini kwa, nimeanza kwenye kikundi cha taifa cha maigizo mm. Lakini baada ya hapo sasa eh, nika nikawa mwalimu, vilivunjwa vikundi vile, vikatolewa ikawa kwamba kikawa waliona serikali inaingia gharama, maana tulikuwa tunazunguka nchi nzima, tunaenda tunafanya workshops na performances. Lakini baadaye kikaanzishwa chuo cha sanaa mm. Na mimi nikawa kati ya walimu waanzilishi wa chuo cha sanaa Bagamoyo ambacho okay. Sasa kinaitwa Tasuba. Kwa hiyo nilikuwa nimejikita zaidi uigizaji wa jukwani na na nani, nakufundisha. Ngoja, naogopa kwenda huko sana sasa, tukakosa Kombolela. Nahitaji zaidi tukae kwenye Kombolela. Sawa, hiyo nimeipata, nilikuwa naambia nataka kuendelea kwenye hilo. Tukae kwenye Kombolela. Uhusika wako kama Mzee Kikala na familia hii yote inayokuzunguka, ugumu unaupata wapi, pamoja na uzoefu wako kwenye kazi hii? Unajua kitu kimoja katika uigizaji mm, kwamba unapouigiza kwamba unapewa watu ambao utashiriki nao mm, na hii familia ndio mwandishi akaona mzee Kikala ampe familia ya mna hii ya, mm. ya hivi mm, ambayo ni uzoefu wa maisha ya watu ambao wanaishi huko duniani ndio sasa <laughs> ukichukulia kama ilivyo, mm. kikawaida, inaumiza kichwa, ndio kwa sababu watoto hawana adabu hata kidogo. <laughs> wamepinda sana yeah. Hebu, just imagine kwamba mkeo wanamwita girlfriend wako, girlfriend wa baba, wakati eh. mke wako, demu wa baba mm. au wanamwita malaya hata hivyo mbele yako mm. kwa hiyo sasa unakuta kwamba ni familia hiyo ambayo ipo pale kwa hiyo sasa kiuhalisia mm. kwamba ukichaa lazima uwepo, uwepo. <laughs> lakini ukija kiubinadamu wale watoto hawakuandika barua za kuomba wazaliwe na wewe mm. baba unamkuta tu yuko pale, huyu ndio baba yako mm. kwa hiyo sasa, Mzee Kikala ana huo mzigo mm. ana watoto wake wale, anawapenda kama binadamu swala tano. Kwa hiyo utakuta kwamba vile vile katika ujumla wake, hofu ya Mungu na mambo mengine ukiyaweka sawa, basi baba yule anakuwa na uvumilivu wa kuibeba ile familia mpaka basi. Eh, mm. hakutaka kuikimbia kama wazee wengine. wengine unaweza kaanza kiahaua watu wazima, mjitu mm. eh. unasema mijitu wenyewe mijitu mizima, kwa hiyo inanipa shida lakini ndio hivyo kweli. Sasa. Haya Mrs. ayaale kwanza pole na majukumu. Nishapona, maanake ukisikia umeingia sehemu nzito, ndo hiyo wewe we, acha tu. Hujawahi kuanza kusema hii familia nitamwachia huyu mzee? Maana kama sina amani na maisha yangu, ni kweli? mm. Kwanza kwa majina, naitwa Amina Hafiz Kombo. mm -hmm. Jina la tamthilia naitwa Biti Msumi, mwanamama mtanashati naetamba na, na nyoka wangu, niko lele lele, niko anatamba na nyoka wake mkagweni, mimi sijaja na nyoka, mngekimbia mngeniachia hivyo hivyo. Nikajiuliza maswali nikajijibu mwenyewe, uhusika ule uliopewa unaishi nao vipi? Mgumu sana uhusika kwangu, mimi binafsi sio mgumu kwa sababu uhusika huo so sio kwanza ku hiyo ku, ku, ku, ku, karakta ambayo niliovishwa sio kwanza kwenye Kombolela, uishae kuvishwa kwenye familia mzee Kicheche mimi nilikuwa ni mchawi, nikaja kwenye Agano nilikuwa malkia wa wachawi mm. Kwa hiyo kwenye Kombolela uhusika niliopewa na bosi wangu kwangu niliona ni kawaida sana. Kwa hiyo kifupi kwamba mambo hayo yamekuvaa sana tu mpaka naonekana ni mchawi halisi wakati sio mchawi uh. Kwenye maisha ya kawaida unaenda kwa mganga kwenye maisha ya kawaida, kwa mimi binafsi, kwa kweli, sijawahi kuingia kwa mganga, kwa sababu kwenye familia yetu sisi mm. ni swala tano, yaani dini imesimama, kwa hiyo ni ngumu mm. na tafakarina <laughs> <laughs> <Natafakari. laughs> tafakari kutokana na uhusika unaopewa mara nyingi, na ndio maana hata mama mm -hmm. u mzazi mm. Wakati na yaani na huu uhusika uh, uh, ambao nilipewa kuanzia kwenye familia mziki cheche, mpaka mm, kwenye ungano mpaka mm, kwenye Kombolela, mamangu anasema mwanangu, muogope Mwenyezi Mungu. Baba mm, mama, ile ni kazi ile ni kazi, mimi nipo kazi, mimi niko kazi. Sasa hapo amenimwalia dau, yaani kwa kwa namna ambavyo unauvaa uhusika, unajua unaweza ukaambiwa sema baba kwa Kihindi, lakini ukaja ukasema kwa swaga zako mm. Sasa vile ambavyo unaigiza ule uhusika kwa ule unavyoupatia e. Mimi ndio natokuamba, uliwahi kuona ama uliwahi kwenda ukaona? Sijawahi kwenda. Yaani sijawahi kuona na sijawahi kwenda mahali nikaona. Mm. Ila tu mm. Maelekezo ya director. Maelekezo ya director na ubunifu wako. Unajua ukiwa msanii atakupia wewe uje, eh, ujiongeze mwingine. Mimi na kuamini lakini. Lazima niambi. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo, mama, iko siku naweza kutuletea ubunifu wa mganga um, kaagiza samaki. Inawezekana. Uh, mm, mambo yanaenda yanabadilika. Watu wanaogopi kwa sababu kwanza ni husika ambao alionitisha direkta wangu mm, Bwana Abdul Usanga wengi wanajua mimi kweli ni, ni mchawi. Eh, eh, mm. Na mpaka wengine wananiogopa naweza nikaenda, ni MC, nikaenda mm. Mm. Okay. Yeah. Lakini tayari, kwa mm. sababu mimi mimi nafunda maarusi naweza nikaenda sehemu, sisi tunaogopa kumkaribia, lakini ujumbe tayari mimi mwenyewe pia napenda wananogopa mm. Nasema nawazidi kuniogopa kwa sababu nanogopa. Mi wewe ndo wa kwanza kukula mtoto wake, kwa hiyo inakulinda kidogo na nanilinda, lakini <laughs> kuna vita ndani yake eh, vita vikubwa, eh, eh. Vikubwa, vikubwa kwa sababu kwa mfano kama hii familia Mzee Kicheche mm. kama angekuwa mwenyewe siko mzima yeah, aishaondoka zamani

Huyu mzee sijawahi kuanza kumkimbia mm, bado upo sana. ni kwa sababu mimi pale nimekaa kwenye, mimi nimekaa pale kimaslahi mm, yani kiwa, mimi pale nimekaa kimaslahi. Yaani sijakaa pale kwa sababu ni mke wa Mzee Kikala yangu na familia yangu. sawa sawa, nakuelewa. kwenye maisha ya kawaida, ushawahi kupewa kashfa ya uchawi? sijawahi kupewa. Nistaki kusema uongo, mimi ni mtoto wa Kiislamu, sijawahi kupewa. Maana yake mitaani mwetu humo mtu tu gafa atasikia yule mshiriki, naona vile vile. Ndio maana kafa yule same kaipatiwa. Eh, mikoba karithi. Nakumbuka amezungumzia binani yule ambaye tulishafanya naye, kubali yale maisha kwamba tayari watu washazoea kuniita kwa hiyo maisha, na mimi ndio watu wananifananisha naye, sema wana mimi bimwenda, dada yangu

Kaoana, e. Mzee Kikala kifamilia, una mke e, ni naye e. e. nina watoto wanane kwa taarifa yako. sawa, tumepokea taarifa tumepokea, na wajukuu wanane <todicu> na vitukuu viwili viwili, okay. Mkeo vipi, maisha <todicu> ah, wafanani wanaoigiza mama wafanani eh, kabisa yaani mm. huyu uwe. Eh, uwe yani, yani ya mwenea mwenea. ni tofauti changamoto tu eh, ni changamoto katika maisha <laughs> ya Mzee Kikala kwa sababu baada eh, ya kufiwa mzee eh, Kikala baada ya kufiwa na mkewe eh, aliona kwamba alete mama mwingine ndio akili ah, so mambo ya ezia, ya yaende ya, ya, ya, ya vizuri lakini sasa, kilichofanyika ni mama ambaye adabu hana hana ndio hana, kwa sababu mm. hanisikilizi mimi. Mm. mimi kama baba mm. namwambia hawa watoto mm, niliye kuoa hapa ni mimi, kwa hiyo inabidi unisikilize mimi, usijibizane na hawa watoto. Ye hataki. Lakini wakimgusa kidogo tu analalama wa mm, na ndio maana kama mnafuatilia vizuri, siku moja akasema ingia ndani wakamwingiza ndani wakamkong'ota. hmm. Walimpiga vizuri tu vizuri tu, walimdunda kweli e, wali alafu mtoto wangu mmoja ambaye tunaye hapa Siwa akatoka nje akasema, mwingine baada ya kumtoa yeye, kuna mwingine ha, hmm. ha, anataka kuingia hmm. kwa hiyo kwa kweli ni mama ambaye mzee Kikala anampa changamoto sio za kawaida na kwamba hamsikilizi na inafika mahali mzee Kikala anasema kwamba katika jambo nililokosea ni nikuani ndoa hii huyu mama mm. kwa hiyo naweza kusema umeongeza tatizo jingine. Yani nimeongeza tatizo <laughs> kaongeza nani lingine ongea <laughs> nanii kutuzenye moto waliopinda. Uh-huh. nafarijika kwamba ninaye Chiko mm. okay, ambaye ndo mlezi wa Hamadi mm inawezekana hata shatili Chiko kaninunulia <laughs> shati ili uende nalo kule mm. kwa hiyo sasa nafarijika kuwa na hiyo na hao watoto, lakini kama mmoja wetu alivyozungumza hapa kwamba unaweza ukawa na watoto wa kutosha, lakini wengine wakawa hawana adabu. Kwa hiyo si wana mwadao mm. ninao watoto wanane hao na wajukuu wanane na vitukuu viwili. nani nani, anakustress sana? Eh? Siwa na mwadawa, unajua Nanda, kwa ufupi tu nani tatizo zaidi kati ya siwa na mwadawa kwangu, wote ni, ni, ni matatizo makubwa <laughs> tu, amna cha afadhali pale tu tusi tusi tu. uh -huh. huwezi ukasema, mm. kwamba hili limetoka limet, limetolewa taratibu mm. ah -ah. wote wote matatizo sawa sawa. eh. mm. Tukae yeye kidogo amekaa mbali <laughs> Mzee ha, Kikala hmm, tuna kushukuru, asante sana hmm. Ehe, lakini vilevile vile Kikala nae vile, vile asante sana asante ni sana leo, imekuwa ni siku moja nzuri sana na kama nilivyosema hatuwezi kumaliza. Time Excel tayari imekushafika. Kennedy the Remedy. hmm. tumemlia dakika zake karibu nane Abdul, tunakushukuru sana na asanteni sana wapenzi wote wa Kombolela wimbo wa... Kombolela inaitwa nani Mike? mo Mike Song. Mike Song ndio yule pale mekuja naye, lakini kwa bahati mbaya tukupata muda wa kuzungumza naye, lakini Anderson yuko hapa, watakufuatilia baadaye kupitia Instagram page yetu ya Clouds FM TZ, lakini moja kati ya wimbo mzuri sana kiukweli kabisa unaitwa? umetisha karibu. <laughs> kabisa na mwakani, mwezi wa tatu na safari ya kwenda Ujerumani, aj anatamani wa. Tuna pia tunakutafutia siku ya kukuita uje kama msanii. Asante sana, msani sana. Karibuni tena asante sana kwa DSTV pamoja na IAS.